kusomea yani, wewe wa munyoro, wewe ni mtu unaweza somea mtu mkora ya mwisho kabisa. Ati ati atunaambia Raila hu sijui nini ya nini? Raila Odinga is a respected leader in this country yeah. We may have disagreed with him in the past politically, but we still hold him as a statesman and somebody who deserves respect. He cannot be lectured by common criminals like you, wa munyoro, ordinary people who have been impeached from public office because of bad conduct Ati siku ya leo unasimama na kusema oh sijui Raila amefanya hii ama ile. Historia ya Raila inajulikana. Yeye ametetea demokrasia katika Kenya hii. Yeah. Wewe historia yako pia tunajua. Umewahi kuwa na kazi tatu peke yake. Na kazi hizo zote tatu ulifukuzwa so, kwa sababu ya wizi. Ya kwanza ulikuwa DC, ukaiba maini na maragwe ukafutwa kazi. Ya pili ukaandikwa kazi na Uhuru Kenyatta, ukwe pia wake ukamwibia pesa ya sigara kwa mfuko akakufuta kazi. Ya tatu ukakuwa deputy president, baada ya miezi mbili imejulikana ulikuwa umeiba pesa, ukafutwa na wabunge. Sasa wewe unaleta nani?